Na kusalimu mpenzi mtazamaji, karibu sana katika dakika 30 za taarifa ya habari kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania, na miongoni mwa habari tulizo nazo juma hili ni pamoja na zaidi ya watu elfu kumi wampokea Yesu mkutano wa Da Net Event. ADRA yatoa misaada kwa shule wilayani Rufiji. Katika habari za kimataifa Advent Health yatoa msaada nchini Kenya. Na katika habari za muziki na maburudisho, The Redeemed Ministry watoa wimbo. Mtazamaji karibu katika habari kamili. Ninaitwa Spora Mseli Molontalima nikikuletea taarifa ya habari kutoka maeneo yote ndani ya Union Mission ya kusini mwa Tanzania. Karibu tunapoambatana pamoja. Mkutano wa injili wa DAR NE EVENT uliodumu kwa majuma matatu umekamilika ukileta maelfu kwa Yesu. Tunaungana na Daniel Mbonea aliye na taarifa zaidi na divai iwe ni, ma, ni, ni, ni divai ya matunda juisi ya matunda, sio ile ukikunywa hiyo chupa yote utaanza kuuliza huyu uh, ah, ah, ni nani. Ni ile ambayo ni fresh, maana inasimamia damu ya Yesu, na inasimamia mkate, inasimamia mwili wa Yesu. Mkutano mkubwa wa DAR NE EVENT umetamatika katika kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni, jijini Dar es Salaam huku ukiacha alama ya kiroho kwa washiriki na waumini wote wa kanisa la Wadventista wa Sabato. Akizungumza katika hitimisho la mkutano huo, Mchungaji Filbert Mwanga ambaye ni mkurugenzi wa idara ya uinjilisti Union ya Kusini mwa Tanzania, amesema tumekuwa na mahubiri haya ya DAR NE EVENT 2025 ambayo yalianza tangu tarehe 10 hadi 31 mwezi wa Mei na hivyo mahubiri haya yamekuwa mbaraka mkubwa sana kwa ajili ya roho nyingi ambazo zimeokolewa. Tumeendelea kuwa na mahudhurio makubwa mwanzo mpaka mwisho, hatukuwahi kuwa na upungufu wowote na kila siku watu wanaongezeka. Lakini pia tumekuwa na wageni wengi. Tumekuwa na timu ya wainjilisti zaidi ya mia moja thelathini na sita ambao walikuwa wanatembea nyumba kwa nyumba katika maeneo yote yale ya Magomeni na viunga vyake vyote, na watu wengi wapya sana wamebatizwa kupitia timu ya wainjilisti lakini kubwa zaidi ni vituo mbalimbali ambavyo vimeendelea kupokea mahubiri haya katika nchi yote ya Tanzania kaskazini na kusini. Pamekuwa na mwitikio mkubwa sana wa makanisa. Tumesikia ushuhuda mkubwa sana kupitia mahubiri haya kupitia kwa mtubu wetu mkuu kwamba hata mpaka Kenya kuna watu wameweka kituo cha mahubiri kwa ajili ya mahubiri ya Dar NE Event. Kumbe kazi hii ni kubwa sana. Sadaka yako ulioitoa, kazi ulio shiriki katika kuiombea Imekuwa na matokeo makubwa, matokeo chanya kwa ajili ya wokovu wa roho za watu. Naye mchungaji Mnene Mwangi, aliyekuwa mhubiri mkuu katika mkutano huo, ametoa wito maalum kwa viongozi wa kanisa na waumini wote. na vile ambavyo tumewaleta hao katika zizi, ni vizuri tuelewe ya kwamba kuleta ni jambo moja na kudumisha ni jambo lingine. Kuna I always say ya kwamba tengeneza an entrance door. But usitengeneze exit, hakuna exit. Ukija kwa Yesu kaa. Kwa hivyo washiriki, tujue ya kwamba yule mtu amekuja, tuko hapo, tumuhifadhi, tumlee aweze kukomaa. Na kwa hivyo lengo letu kubwa ni gani? Ningetaka nikuuzie hiyo, lengo langu mimi ambalo inakuwa my motto. My motto ninasema ya kwamba depopulate hell to populate heaven kwa hivyo tunatoa watu kwa jehanamu tunaingiza katika ufalme wa Mungu, na ili wafike kwa Mungu mwenyewe ni lazima tuendelee kuwakuza, ni lazima tuendelee kuwapatia neno, tuwapende, tuwalete karibu, tuwasaidie kumwona Yesu hata na zaidi na tujue wamekuja wakiwa watoto wa kiroho, na mtoto wa kiroho lazima akue, na kukua huko ni wewe uko na chakula hicho chake. Kwa hivyo sisi kama washiriki wa zamani na wa sasa tuwasaidie kuwainua mikono. Sisi ombi langu ni ya kwamba tuweze kuwa kama Haruni na Huri walioinua mikono ya Musa, wainua mikono ya hawa pia, na watapata ushindi pamoja. Wenyeji wa mkutano huo wakiwemo wazee wa kanisa wamefurahia kuwa sehemu ya mafanikio ya kiroho iliyopatikana kama anavyoeleza Johni Mgonda. Tunayo furaha kubwa sana kuwa sehemu ya mkutano huu. Mkutano hii imefanyikia hapa kanisani kwetu. Kabla ya mikutano, tulikuwa tunatoa hamasa kwa ajili ya washiriki kujitoa kuwa na vituo mbalimbali nje ya eneo hili, na tunamshukuru Mungu kumekuwa na vituo mbalimbali mbali ambavyo vimekuwa vinaendelea. Hata hivyo, tunamshukuru Mungu kwa roho ambazo zimeongolewa, roho nyingi sana zimeongolewa, na hata hivyo ni Mungu ndiye anayeweza akatusaidia katika kutoa malezi. Tunayo mipango ya malezi ambayo tunaendelea kuifanya hata kesho, tutakutana kwa ajili ya kupanga mipango ambayo ni namna gani tutawalea hawa ndugu zetu ambao wamebatizwa. Na waumini wa kanisa hilo la Adventista wa Sabato Magomeni, wameeleza namna mkutano huo ulivyowagusa kiroho. Tumeona ubatizo mkubwa sana, watu wengi sana wamebatizwa, mamia kwa mamia wamebatizwa siku ya leo, lakini sisi kama washiriki sasa tumejipanga kisawasawa kwa ajili ya kuwatunza kwa madarasa ya furaha na kuwapatia vitabu na machapisho na kuwa karibu nao na kuhakikisha kwamba wanapata msaada mzuri wa kiroho ili waendelee kukua katika Kristo. Nao wabatizwa wameonyesha furaha yao kwa kujiunga rasmi na familia ya Kristo. Naitwa Kastiko Evodi. E, nimekuja kujumuika na mkutano kuanzia siku ya Ijumaa mpaka hivi leo, nimejifundisha mengi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kuna kitu nimeona kanitoa upande mmoja kunipeleka upande mwingine, mpaka sasa nilikubali kubatizwa na kufuatilia ma mafundisho ya ubatizo, pia mafundisho nimeelewa, na ndio maana nikaja ili niweze na mimi kujiunga na kanisa hili la Sabato niweze kubatizwa pia. Nimetokea Tandale, nimefurahi kubatizwa na mama yangu ndo aliyenileta. Namshukuru Mungu sasa hivi, na najisikia vizuri yani, mtu akiniambia kitu cha kanisani nilikuwa na mzarau na mkasirikia, lakini sasa hivi najisikia vizuri sana. Mkutano wa DAR NE EVENT umetamatika, lakini athari zake za kiroho zimeendelea kuwaka mioyoni mwa washiriki. Huu ni ushahidi kuwa uinjilisti wa pamoja unaweza kuleta mavuno makubwa kwa utukufu wa Mungu. Kutoka katika kanisa la Wadventista wa, wa Sabato wa Magomeni, mimi ni Mbonea Daniel. Naam, asante sana Mbonea Daniel kwa habari hiyo. Na mtazamaji, usisahau kututembelea mtandaoni kupata taarifa zaidi na kutoa maoni yako katika akaunti zetu zinazoonekana kwenye runinga yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari na hivi sasa tutupie macho ya habari zingine zilizotufikia katika dawati letu la habari juma hili. Viongozi wa Kanisa la Waadventista wa Sabato pamoja na wajumbe wa bodi ya Shirika la Maendeleo na Misaada la Kanisa la Waadventista wa Sabato, ADRA, wametembelea wilayani Rufiji kutazama miradi mbalimbali mbali katika maeneo yaliyoathirika na mafuriko. Tupate taarifa zaidi. Akizungumza katika ziara hiyo, mwenyekiti wa bodi ya wa wadhamini mchungaji Mak Warwa Marekana amemshukuru mkurugenzi kwa juhudi kubwa za kutafuta wafadhili na kutoa wito kwa wenyeji kuitunza miradi hiyo, kwani ni sadaka inayotolewa kwa dhati. Hii kazi mnayoiona inafanya hapa, kuna watu huko wamejitolea wamechukua sehemu ya fedha yao wengine ni watanzania na wengine ni si watanzania, kwa sababu ADRA inafanya miradi mingi mbalimbali mbali, tofauti tofauti hapa Tanzania. Kwa mathala, ni katika mikoa ile ya magharibi inafanya kazi kwenye maeneo ambayo yana wakimbizi. Pia wito wetu ni huu ya kwamba tuna tunahimiza kwamba hii miradi inayofanyika ifanywe kwa, kwa ubora unaohitajika. Naye mratibu wa ADRA Afrika kwa upande wa fedha ndugu Chilea ameushukuru uongozi wa kanisa na bodi kwa kufanya ADRA Tanzania ifanye kazi vizuri. Anapenda kuishukuru bodi ya ADRA Tanzania the, the board of trustees na bodi ya wadhamini ya kanisa Tanzania. Thank you leaders for keeping Adra Tanzania open. Asanteni sana viongozi kwa kuifanya ADRA Tanzania izidi kuwa hai because we are working in na, an environment where monies are hard to come by. Na kwa sababu mna mnafanya kazi katika mazingira ma, ambayo kwa kweli fedha inapaswa ionekane kwamba inafanya. Some offices are shutting down, they are closing. Mahali pengine baadhi ya ofisi zinafungwa because uh, there is no money, kwa sababu Shukuru sana, sema asante kwa viongozi wa kanisa. To the board na kwa bodi yenyewe for making sure uh, Kwa kuhakikisha ya kwamba ADRA Tanzania iko kazini. I want to wish you all the best. Kwa jumbe hao walipata nafasi ya kukutana na viongozi wa kiserikali katika eneo hilo ambao wametoa shukrani zao kwa namna maisha ya wengi yalivyoguswa. Halmashauri ya wilaya ya Rufiji inatoa shukrani za dhati kwa shirika la Adra kwa misaada yake ya kifedha kwa waathirika wa mafuriko wa wilaya ya Rufiji na ujenzi wa vyumba tisa vya madarasa kwenye shule za msingi tano. Tunawashukuru sana, Mungu awabariki na azidi kuwapa neema tele. Wanufaika wa miradi hiyo ambao ni wanafunzi na walimu wameeleza namna walivyoguswa na misaada walioipata kila shule ilipata vifaa idadi ya vifaa yani kwa wanafunzi wa kutosha wanafunzi mia saba kwamba hapa wanafunzi mia saba shule jirani hapa wanafunzi mia saba na shule ya Kingongo wanafunzi mia saba kwa niaba ya wazazi ambao ndio wenye watoto wao mnaoona hapa mbele nitoe shukrani kwa shirika la Adra kwa msaada hiyo tu, waliotuletea tukiachana na madarasa hayo, lakini tunafarijika kwa msaada ambayo umetupatia kweli. Kuna watoto ambao walikuwa kwenye hali duni, ukiangalia hata mavazi yao, vifaa vya kubebea na nini, madaftari au madaftari yenyewe ya kuandikia walikuwa hawana, lakini kwa kupitia ADRA tumeona kwamba wamepata hivyo vifaa na wanaendelea kusoma. Najisikia vizuri kwa kupata msaada wa ADRA nimepata begi, madaftari, penseli, rula, peni na sweta. Tunashukuru kwa kutuletea msaada wa ADRA, tunajisikia vizuri na tunaahidi kwa vifaa hivi mlivyotuletea, tutasoma kwa bidii na tunaahidi tutafaulu. Tuta vizuri. Huduma kwa jamii ni sehemu ya uinjilisti kama anavyoeleza Edward Komingo, mmoja wa watumishi wa ADRA wilayani Rufiji. Ah, nimejisikia furaha sana kusaidia jamii hii, kwa sababu tumegusa jamii kwa upande wa watoto pamoja na wazazi wao, na umeweza kufarijika, na jina la Bwana linaweza kuhubiriwa mahali hapa Mohoro. Tumefurahi sana kufika hapa kwenye shule yenu inaitwaje tena, mohororo Tumefurahi kuwakuta na tumeshukuru mlivyotupokea kwa furaha, na tumefurahi kuonana na walimu wenu na viongozi wengine wa elimu, lakini na wailimu, viongozi wa kijiji wa vijiji mbalimbali mbali, na tumefurahi kuona kazi ambayo ADRA imefanya. Mmevaa sweta zimeandikwa ADRA, mmebeba mabegi yameandikwa ADRA. Huo ni ushahidi kwamba ADRA sio geni kwenu na hivyo niseme tu ya kuwa Mungu nawabariki na mkazane sana kwenye masomo yenu. Mungu nawabariki hongereni sana, ADRA, kwa huduma hiyo bora kwa jamii. Na mtazamaji, tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, na hivi sasa tunaelekea Conference ya Nyanda za Juu Kusini, ambapo mwenyekiti wa conference hiyo, mchungaji Toto Bwire Kusaga, amewapongeza waumini wote waliohusika katika siku maalum ya kuombea watoto wanaoishi katika mazingira wa ya magumu. Mwanahabari wetu Georgi Mutarogwa ana taarifa zaidi. Mwenyekiti wa konferensi hiyo Mchungaji Toto Ndege Bwire Kusaga ametoa pongezi hizo mara baada ya siku hiyo kuwa na mwitikio mkubwa kwa watu kujitokeza kuwafikia watoto na kuwataka waumini kuweka tabia ya kuendelea na moyo huo. Napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru waumini washiriki, wachungaji wote kwa kushiriki katika programu ya kutambua watoto walio katika mazingira hatarishi. Ni matumaini yangu kwamba popote pale ulipo umekuwa sehemu ya kutoa huduma kwa watoto hawa, na kwa sababu umeshiriki, ni kuombe isiwe tu tukio hili la mwezi huu wa tano la tarehe 24 bali iwe tabia endelevu kwa mtu anayemjua Mungu na kumwamini Mungu na kumtambua Mungu kuwa mkono wa Mungu wa kuwafanya watoto walio katika mazingira hatarishi kuendelea kuona Mungu wao akiwajali. Naye mkurugenzi wa idara ya watoto Konferensi ya Nyanda za Juu Kusini, Neema Mwamfagasi, amesema mwitikio umekuwa ni mkubwa, kwani wamekuwa na jumla ya watoto mia moja na ishirini ambao wamehusika kuwaona watoto wenzao hospitalini na kuwapelekea mahitaji muhimu. Tunamshukuru Mungu sana sana sana kwa mwitikio mkubwa. Tumekuwa na watoto mia moja ishirini. Na watoto hawa wameshiriki katika ibada vizuri na hatimaye katika masaa ya mchana watakuwa wakielekea katika hospitali ya wilaya ya Kiela kwenda kuwatembelea watoto wenzao wanaoumwa lakini pia kutoa zawadi mbalimbali za kiroho pamoja na za kimwili kama vile sabuni, mafuta na vitu vinginevyo. Ulipotoa muda wako, fedha zako, mali zako, Bwana atakuzidishia maradufu. Aidha, mchungaji wa mtaa wa Kiela Lubapula Saguda, ambaye amekuwa mwenyeji wa tukio hilo pamoja na washiriki walioshiriki, wa wamekiri na kusema kuwa kuwepo kwa tukio hilo kumeleta hamasa kwa malezi bora ya watoto, kwani wanapitia changamoto nyingi na jamii imewasahau. Kama mchungaji nimefurahi uh, kwa sababu katika jimbo letu ipo mitaa mingi, lakini ofisi iliona vyema kwamba uh, zoezi hili na programu hizi ziweze kufanyikia katika mtaa wa Kiera na washiriki, na mimi kama mchungaji tumepokea tukio hili kwa furaha kubwa, na tunamshukuru Mungu kwa sababu ameweza kutuwezesha. Itasaidia kama wazazi washiriki kuongeza bidii ya kuwalea na kuwatunza watoto na kuondoa changamoto za watoto ambao wanaterekezwa, wanaachwa kila mzazi. Asante sana George Mtarogwa kwa habari hiyo kutoka huko jijini Mbeya. Na hivi sasa tunaendelea kusonga mbele na taarifa ya habari. Wanafunzi wapatao 43 wa kozi za uinjilisti wamehitimu mafunzo hayo katika seminari ya uinjilisti iliyopo Kiromo mkoani um, Pwani. Tunaungana na Prince Emmanuel aliye na taarifa zaidi ni katika mahafali ya wainjilisti wa, wa vitabu kutoka Union Mission ya kusini mwa Tanzania kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mwenyekiti wa union hiyo katika kanisa la Wadventista wa Sabato mchungaji na daktari Gordon Lekundayo, ambaye ndiye aliyekuwa mgeni rasmi, amewakumbusha wahitimu hao kuikamata sana elimu kama maandiko matakatifu yanavyoeleza. Jitahidi kwa kadri Mungu atakavyokuwezesha upate elimu kadri inavyowezekana, kwa sababu ndipo utakuwa chombo chenye kutumika vizuri zaidi na Mungu mahali popote Mungu atakapotaka. Naye mwenyekiti wa conference ya mashariki mwa Tanzania mchungaji Deogratias Bambaganya amewapongeza wainjilisti walioamua kuongeza ujuzi katika chuo hicho kilichopo Kiromo, Bagamoyo, mkoani Pwani. Haya mafunzo ni ya muhimu sana kwa ajili ya kuwafanya waweze kujua namna ya kuingia na kupeleka ujumbe kwa nyumba za watu, ni kuwafundisha tekniki eh, na ujuzi wa namna ya kufika. Kwa kweli ni muhimu sana kwa wainjilisti wetu kuwa na ujuzi eh. kuchukua kitabu na kwenda kuuza ni jambo lingine, lakini ujuzi wa kukiuza kile kitabu namna gani ukifanyie Uh, soko kiweze kuuzwa, hiyo ni utaalamu mwingine. Kwa hiyo mimi nitowe wito tu kwa wainjilisti wote wa vitabu, ni muhimu sana kupata elimu, lakini kama mwenyekiti wetu wa Union alivyokazia isiwe elimu tu ya huyo injilisti wa vitabu, lakini pia hata elimu ya kawaida ya dunia itakayowafanya waingie hata kwenye mazingira ambayo hayawaruhusiwi kuingia au wanaangalia sadhi status. Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya uchapishaji Union Mission ya Kusini mwa Tanzania katika kanisa la Waadventista wa Sabato mchungaji Robi Nyaibago amewataka washiriki kuchangia chuo hicho ili kiweze kupanuliwa na kutoa elimu katika ngazi kubwa zaidi. Tuendelee kushirikiana, aa, katika maendeleo yoyote yanahitaji ushirikiano na hili ni hili, hili, hili, hili, chuo cha kanisa kwa hiyo tunawaomba washiriki wote wanao wanaonisikiliza wanao, wanao basi waweze kuwa na mchango ili tuendelee kupanua chuo hiki kwa ajili ya maendeleo ya kazi ya uinjilisti wa vitabu katika Union ya kusini mwa Tanzania. Kennedy Juma Otiende ni miongoni mwa wahitimu wa chuoni hapo ambaye pia ndiye mwanafunzi mwenye ufauli wa juu zaidi kuliko wote. Anaeleza safari ya masomo ilivyokuwa. Tunachotegemea baada ya hapa, Mungu atatusaidia, tutaendelea kuwa na mbinu ambazo tumejifunza kutoka hapa zitakazotusaidia. Namshukuru Mungu kwa namna isiyo ya kawaida eh, kwa kweli ni kweli eh, namshukuru Mungu nime, nimefanikiwa kupewa zawadi ambayo ni kutokana na ushindi ambao Bwana ameniwezesha, lakini niweze kusema kwamba si kwamba mimi nilikuwa na uwezo eh, mkubwa sana kuliko wenzangu lakini ni neema ya Bwana na sisi sote kwa pamoja tumefaulu. Lakini basi ilimpendeza Mungu mimi kuwa miongoni na kuwa mtu ambaye nimefaulu, nilif, nilif, zaidi katika masomo darasani. Lakini namshukuru Mungu kwa zawadi ile niliyopewa, kwa maana ya kukubali kile ambacho eh, watumishi wa Bwana wamekubali kile ambacho nimekifanya. Mungu anisaidie nikatumie ujuzi wote niliyoupata ili baada ya elimu darasani na zile alama kubwa nilizozipata zikatumike kwa kazi ya Mungu kwa vitendo. Ni mahafali ya sita kufanyika toka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Prince Emmanuel, Hope Channel Tanzania. Na mwongereni sana wainjilisti katika hatua hiyo nzuri, na sisi tunawatakia kila laheri katika utumishi mwema wa kazi ya Mungu, na asante sana Prince Emmanuel kwa taarifa hiyo taarifa ambayo inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa pamoja na habari za muziki na maburudisho. ninaitwa inaitwa Spora Mseli Malon Talima, tafadhali endelea kubaki pamoja nami. Tumerejea mpenzi mtazamaji, lakini kabla ya kusonga zaidi, tafadhali Jikumbusha yale tulio nayo katika dawati letu la habari za juma hili. Zaidi ya watu 10,000 wampokea Yesu, mkutano wa DAR NE EVENT. Adra yatoa misaada kwa shule wilayani Rufiji. Katika habari za kimataifa, Advent Health yatoa msaada nchini Kenya, na katika habari za muziki na maburudisho The Redeemed Ministry watoa wimbo mpya. Naam, tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, na asante sana mpenzi mtazamaji kwa kutenga muda wako na kuendelea kusafiri nami katika wasaa wa mbiu ya kusini. Hivi sasa tunaangazia habari za kimataifa. Hospitali ya Kendu iliyoko nchini Kenya imepokea mashine ya CT kutoka Adventist Health. Tunaungana na Dkt. Robin aliye na taarifa zaidi. Kenya, nchini health Kenya, shirika la advent Health lilitoa zawadi kwa hospitali ya Kendu Adventist, zawadi iliyowezesha ununuzi wa mashine ya CT scan kwa ajili ya kuboresha huduma ya uchunguzi wa kiafya. Mchango huo uliwasilishwa wakati wa sherehe ya kumbukumbu ya miaka mingi ya huduma ya hospitali hiyo ambayo imekuwa ikihudumia jamii. Tangazo hilo liliambatana na uhitimisho wa kambi ya afya ya bure iliyoandaliwa na advent Health, ambapo wagonjwa zaidi ya elfu mbili walihudumiwa na upasuaji kwa watu 60 ulifanyika kwa mafanikio. Zaidi ya hayo, upasuaji wa macho wa watoto wapatao 100 waliokuwa na matatizo ya macho ulifanyika kupitia ushirikiano mpya wa kliniki ya macho kati ya hospitali ya Kindu Adventist na hospitali ya Tenwick. Huu ulikuwa ni mwaka wa pili wa ushirikiano kati ya hospitali ya Kindu Adventist pamoja na shirika la Advent Health. Timu ya wataalamu wa afya kutoka Marekani walishirikiana na wahudumu wa ndani kutoa huduma za afya kwa jamii na upasuaji, wakiakisi dhamira ya pamoja ya kuendeleza afya na uponyaji katika ukanda huo. Asante sana Dr. Ruben kwa habari hiyo ya kimataifa, habari ambayo inatupa mwanya wa kutazama habari za muziki na maburudisho, ambapo juma hili tunao waimbaji wa kundi linaloitwa The Redeemed Ministry. Hawa wamekuja na wimbo wao mpya unaosema usiogope, na hivyo basi ni kualike mtazamaji, tupate nafasi ya kutazama, ikiwa na imani kwamba utabarikiwa akatmaish

The Redeemed kwa wimbo huo mzuri, na mtazamaji waweza kutembelea katika kurasa zao za mitandao ya kijamii kupata nyimbo nyingine zenye kukubariki zaidi. Mpaka hapa mimi sina la ziada, ni kushukuru sana kwa kuungana nami katika dakika thelathini za taarifa ya habari, na nikualike tena juma lijalo, upatapo nafasi ujumuike nasi tukiendelea kubarikiwa na kutazama kazi inavyoendelea katika eneo lote la Union Mission ya kusini mwa Tanzania, kupitia mbiu ya kusini. Umekuwa na mispora mselimalontalima, kwa niaba ya wenzangu wote, ninakutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea. Kwa heri na usiku mwema.